Israel yahamia Gaza. Baada ya Iran, sasa ni wakati wa Palestina kuumia tena. Katika ulimwengu wa kisasa wa siasa na vita, hakuna linalotokea kwa bahati mbaya. Kila hatua ina mkakati, kila kombora lina ujumbe, na kila shambulizi lina hadithi kubwa nyuma yake. Wakati macho ya dunia yalikuwa yakiangazia kusitishwa kwa vita kali kati ya Israel na Iran, ghafla Israel ikaelekeza nguvu zake zote Gaza. Kilichotokea si vita tu, ni ujumbe wa kisiasa, ni mapambano ya historia na ni harakati za kisasi kisichoisha. Karibu kwenye uchambuzi huu maalum ambao unavunja ukimya, unafichua yaliyojificha na kuangazia kwa kina jinsi taifa la Israel limechukua hatua za ghafla na kali dhidi ya Gaza mara baada ya kuivunja Iran. Huu si mzozo wa kawaida. Ni sura mpya ya hadithi ya damu na machozi ya Mashariki ya Kati, mapambano baada ya mapambano. Kwa nini Gaza sasa? Kwa muda mrefu vita vya Iran na Israel vilikuwa na nguvu ya kuvuta macho ya dunia. Kwa takriban miezi mitano, anga ya Mashariki ya Kati ilijaa mashambulizi ya makombora, ndege zisizo na rubani na vita vya maneno. Lakini baada ya makubaliano ya kusitisha vita Juni 2025 wengi walidhani amani ilikuwa inakaribia, lakini sivyo. Kwa ghafla, Israel ikaelekeza ngumu zake zote Gaza. Je, ni kwa sababu Hamas ni rahisi kushambulia kuliko Iran, au ni njia ya Netanyahu kutuliza hasira za ndani kwa kuonyesha nguvu dhidi ya adui wa jadi? Majibu ni mengi, lakini ukweli ni kwamba Gaza imekuwa uwanja wa maumivu mengine mapya. Mji wa machozi. Hali ya Gaza baada ya mashambulizi haya mapya hali ya Gaza baada ya mashambulizi haya mapya ni ya kutisha. Majengo yaliyobaki baada ya vita vya awali yamesambaratishwa kabisa. Hospitali zinazohudumia majeruhi zimeelemewa. Watoto waliokuwa wakipata msaada wa kisaikolojia sasa wanarudi tena kwenye ndoto za hofu. Ripoti za hivi karibuni zinaonyesha kuwa zaidi ya watu 400 wameuawa ndani ya siku mbili tu makambi ya wakimbizi shule za UNRWA na hata vituo vya misaada ya kibinadamu vimegeuzwa lengo la mashambulizi. Hali hii imeongeza presha kubwa kwa jumuiya ya kimataifa, lakini bado sauti za viongozi wa dunia zinasikika kama minongono tu. Israel inataka nini kwa sasa? kwa kuwa Israel inahitaji kuonyesha kuwa bado iko imara kijeshi, kwa kuishambulia Gaza inalenga moja, kuzuia Hamas kuchukua nafasi ya kujipanga upya mbili, kudhibiti hisia za wananchi wa Israel ambao walikuwa na wasiwasi juu ya usalama wao. Tatu, kutuma ujumbe kwa Hezbollah, Syria na hata Qatar kuwa Israel haichoki. Kwa hiyo mashambulizi haya si tu ya kijeshi; ni kisiasa, ni kisaikolojia na ni ya makusudio. Kigongano cha mataifa Marekani, Qatar na sauti za ulimwengu Marekani, mshirika wa karibu wa Israel, inaonekana kusitasa kulaani vikali mashambulizi haya mapya, huku ikitoa kauli za kuitaka Israel kujizuia. Marekani bado inaendelea kusambaza silaha na msaada wa kijeshi. Qatar na Misri waliokuwa mapatanishi wa vita vya Iran sasa wanalalamika kuwa makubaliano ya amani yamegeuzwa jukwaa la mauji mapya. Kwa upande mwingine, Umoja wa Mataifa unatoa ripoti za uvunjaji mkubwa wa haki za binadamu, lakini bila hatua maduti. Inaonekana dunia imechoka kulaani, lakini Israel bado haijachoka kushambulia. Kwa nini Gaza kila wakati? Swali la msingi ambalo kila mmoja anajiuliza, kwa nini Gaza kila wakati? Gaza ni eneo dogo, lakini lina historia kubwa ni eneo linalohusisha siasa ndani za Palestina, ushawishi wa Iran na uadui wa muda mrefu na Israel. Hivyo kwa Israel, Gaza ni njia rahisi ya kuonyesha mamlaka bila kuingia vitani na mataifa makubwa tena. Lakini kwa watu wa Gaza, kila shambulizi linamaanisha maisha yanapotea, ndoto zinavunjika, watoto wanakuwa kwa silaha badala ya vitabu. Ulimwengu unatazama tu bila kufanya chochote. Kuangalia ndani ya Israel, siasa ndani zinavyochochea vita. Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, anakabiliana na changamoto kubwa za kisiasa ndani ya nchi. Uchumi ya taifa inayumba baada ya vita na Iran, maandamano dhidi ya serikali yanaongezeka, na, na wapinzani wake wa kisiasa wanazidi kupata nguvu. Katika hali kama hii, hatua ya kijeshi dhidi ya Gaza inakuwa njia ya kupunguza presha ya ndani kufanya wapinzani wake waonekane dhaifu na kukuza taswira ya uongozi wa China. Kwa hiyo Gaza inalipia bei ya siasa za ndani za Israel. Saa za kusubiri. Je, kuna mwanga wa amani? Kwa sasa, kuna juhudi zinazoendelea za kupatanisha pande zote. Marekani, Misri na Qatar wanajaribu kulazimisha Israel na Hamas kukubali makubaliano ya muda wa siku sitini ya kusitisha mapigano. Hata hivyo, Israeli imeweka masharti magumu, huku Hamas ikitaka kuondolewa kwa vikwazo vya kibinadamu kabla ya kusaini chochote. Wakati huo huo, watu wa Gaza wanaendelea kuishi kwa hofu. Kwao kila usiku ni wa maombi, kila alfajiri ni ya kubashiri nani hajafa. Jukumu la dunia. Tutasema hadi lini? Dunia ina jukumu Tusiposema sasa, historia itatushtaki. Tusipochukua hatua, damu ya watoto wa Gaza itakuwa juu ya dhamira yetu. Viongozi wa Afrika, Asia, Ulaya na Amerika lazima wasimame kidete, sio kwa silaha bali kwa sauti, sio kwa mashambulizi bali kwa diplomasia ya kweli. Wito wa moyo: tusipoteze ubinadamu wetu. Katika hadithi ya Gaza, Hakuna mshindi, kuna maumivu tu, kuna vilio, kuna hofu isiyoisha. Lakini bado tuna nafasi ya kubadili mwelekeo. Kama binadamu, tusikubali dunia iwe bubu mbele ya mateso ya wengine. Na wewe unayesoma au kusikiliza uchambuzi huu, ndiyo wewe, unaweza kuwa sehemu ya mabadiliko. Unaweza kueneza ujumbe huu, kuelimisha wengine na kusimama kidete kwa haki. Kabla hatujaendelea mbele kama bado hujasubscribe kwenye chaneli yetu Hubah Online TZ, basi huu ndio wakati wake. Hapa tunakuletea uchambuzi wa kina bila upendeleo, kwa lugha rahisi na yenye mvuto. Tunafichua yaliyojificha, tunasema yasiyosemwa na tunasimama upande wa ukweli. Bonyeza kitufe cha subscribe sasa hivi, like kama umepata maarifa, shiriki na wengine, tupeleke ujumbe huu mbali zaidi. Toa maoni yako. Unafikiria mini kuhusu kinachoendelea Gaza? Tutaendelea kukujuza katika makala inayofuata itakayoangazia hali ya ndani ya Lebanon na uwezekano wa Hezbollah kuingia vitani tena. Je, Mashariki ya Kati iko kwenye mlipuko mwingine mkubwa? Endelea kuwa nasi hapa kwenye chaneli yako pendwa ya Hubah Online TV, sauti ya mabadiliko, sauti ya maarifa na sauti ya haki. Kisasi kisichoisha. Je, huu ni mwanzo wa mwisho au mwisho wa mwanzo? Kwa wengi, mashambulizi ya Israel dhidi ya Gaza huonekana kama tukio la kawaida. Lakini wachambuji wa siasa za Mashariki ya Kati wanajua ukweli wa kina. Kila risasi inayopigwa, kila kombora linaloshuka linajenga mazingira ya kizazi kipya cha wapiganaji, hasira na kisasi. Gaza imekuwa kama jivu linalofunika moto wa hasira ambao kila wakati huweza kuwaka kwa nguvu mpya. Je, Israel inafikiri itafanikiwa kuifuta Hamas kwa mabomu? Historia inasema hapana. Kwa miongo kadhaa, mashambulizi ya mara kwa mara yamezaa vizazi vipya vya wapiganaji wa Hamas, Islamic Jihad na makundi mengine. Kwa hiyo, badala ya kushinda vita, Israel inazidi kuharibu mwelekeo wa amani ya kweli. Sauti za waathirika, kilio kisichosikika. Katika kila shambulizi kuna sura za binadamu: watoto waliokatwa miguu, akina mama waliopoteza familia zao, vijana waliokuwa na ndoto za maisha ya kawaida. Saikolojia ya wananchi wa Gaza inazidi kuvunjika kila siku. Kwa mtoto wa Gaza, kawaida haipo tena. Maisha yao ni sauti za ndege za kivita, milipuko ya makombora na vumbi la majengo yaliyoanguka. Utafiti wa mashirika ya misaada ya kibinadamu kama UNICEF na UNRWA unaonyesha kuwa zaidi ya asilimia sabini ya watoto wa Gaza wanaathirika kisaikolojia kwa viwango vya juu. Wengi wanaonyesha dalili za PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, ukosefu wa usingizi na hali za wasiwasi wa kudumu. Je, tunaweza kuendelea kutazama bila kusema chochote? Mapambano ya habari. Vita vinavyopigwa mitandaoni katika zama hizi za, za kidijitali. Silaha zipo tu ardhini, bali pia kwenye mitandao. Israel inaendesha kampeni kali ya kidiplomasia ya habari kuonyesha kuwa kila shambulizi ni kujilinda. Wakati huo huo, wapalestina wanatumia TikTok, Twitter ambayo ni sasa ni X na Instagram kuonyesha hali halisi ya mateso. Huu ni mgongano wa simulizi. Israel inasema inashambulia magaidi, wakati Gaza inasema wanashambuliwa kama jamii nzima. Dunia iko katikati ikichakua nani wa kuamini, lakini picha hazidanganyi. Video za watoto wakilia chini ya vifusi, wazee wakihaha kutafuta maji na madaktari wakifanya upasuaji bila vifaa, zinaongea zaidi ya maneno. Vita vya Gaza sasa vimehamia pia kwenye skrini za simu zetu. Ngao za kibinadamu au malengo halali? Israel kwa muda mrefu imekuwa ikilalamika kuwa Hamas hutumia raia kama ngao za kibinadamu wakijificha ndani ya shule, hospitali na misikiti. Hii imekuwa sababu kuu ya mashambulizi kwenye maeneo ya kiraia. Lakini mashirika ya haki za binadamu yanahoji hata kama Hamas wanajificha huko, je, ni halali kuwaua mamia ya raia ili tu kuwamaliza wachache? Mashambulizi kwenye maeneo ya wazi yenye raia yamezusha mijadala mkubwa kuhusu ukiukwaji wa sheria za kimataifa hasa mkataba wa Geneva. Wataalamu wa sheria wanasema hakuna kisingizio cha mauaji ya halaki. Ukimya wa Kiarabu, jirani zao wako wapi? Jambo la kusikitisha ni jinsi mataifa ya Kiarabu yamekuwa kimya au kuonyesha kusuasua kulaani mashambulizi haya. Mataifa kama Saudi Arabia, UAE na hata Jordan wamekuwa wakitoa kauli za wastani au kushughulika zaidi na maslahi yao ya kiuchumi. Hili linaacha swali gumu: je, Palestina wamesahaulika hata na ndugu zao wa damu? Ni Qatar na Misri pekee wanaoendelea kusukuma ajenda ya mazungumzo. Wengine wamechanganya siasa na biashara na kusahau utu. Hii inaumiza zaidi kwa sababu Gaza haihitaji huruma ya mbali, bali msaada wa kweli kutoka kwa ndugu wa karibu. Hatma ya wakimbizi: je, kuna tumaini? Gaza si tu eneo la vita, ni kambi kubwa ya wakimbizi. tangu mwaka 1948, idadi ya wakimbizi imeongezeka kwa kasi ya kutisha. Wengi wanaishi kwenye makazi yasiyo na umeme, maji safi, wala huduma za afya. Baada ya mashambulizi haya mapya, zaidi ya watu 1.7 milioni wamelazimika kuhama makazi yao. Kwao neno nyumbani ni historia. Wanakimbia kutoka eneo moja la hatari hadi lingine, kutoka moto hadi jivu. Lakini swali ni hili: ni mpaka lini watakuwa wakikimbia bila msaada wa dunia? Tishio la vita mpana zaidi: Lebanon, Siria na mashariki ya kati. Wakati Israel inaendelea kushambulia Gaza, Hezbollah kule Lebanon wameapa kwamba kushambuliwa kwa Gaza ni kutangaza vita kwa Waislamu wote. Pia kuna dalili kuwa Siria nayo inacheza kimya kimya, nyuma ya pazia. Hili linaibua hofu ya kutokea vita vya kikanda ambavyo vitashirikisha Israel dhidi ya Hamas, Israel dhidi ya Hezbollah, Israel dhidi ya Siria au hata Iraq. Hii inaweza kuwa vita vya mikoa, si tena ya pande mbili tu. Na ikitokea, dunia nzima italazimika kuingilia kati, sio kwa maneno bali kwa hatua. Je, yeah, dunia itaamka? Uchambuzi huu unafika kwenye hatua nyeti, hatua ya kujitafakari. Dunia iko katika hali ya mtihani wa dhamira. Vita vya Gaza si vya dini, si vya kisiasa tu. Ni vita vya ubinadamu. Ni vita vinavyopima thamani ya maisha ya binadamu bila kujali uraia, rangi au dini. Tusiposema sasa, historia itatuandika kama waliokuwa kimya mbele ya mauaji. Lakini bado kuna muda. Kama jamii ya kimataifa tunaweza kushinikiza vikazo vya silaha kwa Israel, kuwalazimisha viongozi wa Hamas na Israel kukaa meza moja, kufungua njia ya misaada ya dharura kwa watu wa Gaza. Usikose kuwa sehemu ya ukweli huu. Kama umefika hapa, tunakushukuru sana. Maana hii inaonyesha wewe ni mtu wa kutafuta ukweli. Sasa tunakualika kuwa sehemu ya sauti hii ya mabadiliko. Target subscribe kwenye channel yetu Hubah Online TZ sasa hivi. Tuna uchambuzi wa kipekee wa kina wa kweli ambao hautaupata popote. Video zetu si tu taarifa, ni harakati. Tupo kwa ajili ya kusema yasiyosemwa, tupo kwa ajili ya amani. Kesho ya Gaza itakuwaje? Suala la Gaza si la leo tu, ni somo kwa kizazi kijacho. Kama dunia haitabadilika sasa, basi tutawafundisha watoto wetu historia ya kushindwa kwa ubinadamu. Lakini iki tutasimama sasa, tukisema inatosha, basi Gaza inaweza kuwa mfano wa matumaini badala ya maumivu. Na Hubah Online TZ tutaendelea kuwa na wewe kila hatua, kuanzia Gaza hadi Iran, kutoka Ukraine hadi Sudan kutoka Pentagon hadi Kremlin, tupo kwa ajili yako. Gaza, mwisho wa machozi au mwanzo wa tumaini? Gaza sasa si tu jina la mji, ni alama ya mateso, lakini pia ya uimara wa kibinadamu. Katika jivu la vita, bado kuna watoto wanaota, kina mama wanaomba, na wanaume wanaamini kesho bora. Lakini hiyo kesho haiwezi kuja bila sauti yako, bila hatua yako. Je, dunia itaendelea kugeuza uso kila mara bomu linaporushwa? Je, tutakaa kimya hadi kila jengo, kila shule, kila roho ya Gaza ipotee? Hapana. Sauti yako ina nguvu. Moyo wako una nafasi ya kuleta mabadiliko. Kuwa sehemu ya harakati sasa hivi. Kama bado hujasubscribe chaneli yetu ya YouTube, Hubah Online TZ, huu ndio wakati. Bonyeza subscribe sasa hivi. Shiriki video hii na rafiki zako, tueneze ujumbe wa amani na haki. Like na uwache komenti zako, sisi huwasoma wote, maana kila sauti ni muhimu. Hatua ndogo leo, mabadiliko makubwa kesho. Tutaendelea kuchambua kwa kina, kwa ukweli, kwa ujasiri, kutoka Gaza mpaka Teheran, kutoka Afrika mpaka Ulaya. Tupo kwa ajili yako, tupo kwa ajili ya sauti ya waliokimya. Asante kwa kuwa sehemu ya Hubah Online TZ, sauti ya mabadiliko. Amani iwe juu ya Gaza, amani iwe juu ya dunia.